Mungu ni mwema, na kila wakati tumepiga hodi. Tupo tayari, kigango cha Masege, tunatumaini tuwe pamoja, tupokee msalaba huu mtakatifu. Wana Masege, wana Ifiga, wana Mgagao na wana Mtanga na wengine wote wenye mapenzi mema. Msalaba huu tayari umeshapiga hodi katika viwanja hivi. Sasa tunaelekea moja kwa moja katika kanisa Katoliki la kigango cha Masege, na niombe utaratibu utakuwa hivi: linatangulia gari la matangazo, linafuata gari hili lilobeba msalaba mtakatifu, tufuate waamini wote, tuwe katikati, tuwe nyuma ya msalaba huu mtakatifu, alafu nyuma yenu kutakuwa pia na magari mawili ambayo yanaendelea kusindikiza msafara huu. Niombe tumshangilie na tuwe naye mpaka kesho asubuhi. Eh, tunasema tuigo na twigonabaha si sitwiuya no tulibaha na pamie tulibaha mpaka pamilao. Nili mungati mwa Yesu ma ikwi ma nilimgati mwa Yesu ma ma we no ndikwioa ndikwinoma nau we no wio. Asante sana DJ. Karibu tupe mtakatifu tuendelee na maandamano kuelekea kule kanisani. Asante sana, karibu.